Ah, mm. <laughs> <Keriano. laughs> <Tulu, tulu. laughs> TV47. TV Anda, kwenye Facebook Tony Kwalanda, kwenye TikTok Tony Kwalanda, yote Tony Kwalanda. Hmm. Eh, mi mitandao Freda Rocho, hmm, eh, kwenye Facebook kwenye Blue Tick 1.8 million <laughs> wanafuata au wengine wanangoja <laughs> <laughs> alafu ukienda <laughs> kwenye TikTok <laughs> <laughs> hey, a -a, pemda <laughs> hey. Kwenye TikTok <laughs> hey. Ni Freda Rocho one <laughs> hey, maana kuna matapeli pia anajiita Freda Rocho. Sasa kuna Freda Rocho one <laughs> <laughs> alafu ni kwenye... matapeli ni <laughs> <laughs> matapeli mtu ambaye anatumia jina lako wale wanajiita Fred Arocho wengine, mm. mm. hao ni matapeli. Yule anajiita Fred Arocho na sura yake si mbaya, huyo si Fred Arocho. Alafu naenda kwenye Instagram Fred Arocho, alafu naenda kwenye X ni Fred underscore ngoa Arocho underscore kibao. Unajua ni shutter boy, shutter boy everywhere, everywhere. Ni Lucky, ni Lucky Riano Sport Zone pale Facebook, ni Hassan Mwana Ali Facebook, alafu mwingine ni Ali Kauleni, X TikTok

he chose uh, to trust his young, young turks over experience juu ukiangalia experience players kama kina mune waliingia game ikiisha so I, i was hoping the boys will reward ambani in the trust that he had for the young turks mm -hmm. so I, i enjoyed the game at least niliona a, a Kenyan coach kwa dabi akisukumana na mlami katika mechi ile. Yes. Na, na kuongezea hapo uh, Shatter boy, mimi yale ambayo niliona katika mechi hii ni kwamba timu zote mbili zilikosa washambulizi, ndiyo FC Leopards walikuwa na wachezaji ambao ni wachanga. Eh, lakini nilikosa wale wachezaji ambao nimekuwa nikiwaona Steven Odiaga Marehemu mtu kama Steven Odiaga, Steven Okumu, mtu kama upande wa timu ya FC Leopards, sikuona mtu kama Patrick Shim, sikumwona mtu kama William Inganga, yaani na kupatia wale wachezaji ambao walimekua katika timu ya FC na Gor Mahia. Eh, yani bado sijaona watu ambao wamekubuu watu ambao mtu kama Alan Wanga ambaomtu kamaanawaoa ndio bwana. You could even tell by the shots on target. Unaangalia game inaisha two shots on target, one shot on target. Hata kama kuna bao, panakuwa kama five shots on target from both sides, you know, it was an attacking game. Kweli, zilikuwa defensive game. Zilikuwa four. Anasikia kwamba zilikuwa kama walifanya ile utafiti four, cumulatively zote. Four, four shots on target, timu zote mbili mm halafu na nafikiri kwamba pia badiliko aliyofanya e, kocha wa Gor Mahia alichelewa kumleta Austin Odhiambo yes. Kwa kuchelewa manake, alivyoingia alibadilisha mchezo kabisa, lakini japo ametoka kwenye jeraha. Kabla tujapokea simu aoaaakenesoa mashabiki kwenye Facebook ya Radio 47 iliyodhibitishwa, hiyo ni uongozi wanajua mm. baada tu ya hapa aa, baada ya hapa nina uhakika wanatusikiza na wanatutizama. kuna mambo inaendelea pale nje <laughs> <laughs> <laughs> na nabili, kwa aa sio hivyo mimi na, yanawapatia <twega. twega> <twega> nafurahia sana Joseph tum anasema twende kazi. nawatizama nikiwa Nandi mm -hmm. E, safi sana hapa. Gidurai 45 ni mbaya na tena ni kubwa. tunapenda sana e, tunawatizama na tunawasikiza ndio. <laughs> Mara ya kwanza redio hapa Kenya ya Kiswahili natizama na nasikiza ah tamu iliyoje! <laughs> <laughs> <Sia bizu sana. laughs> <laughs> niwakumbushe tu watu wangu kutoka kule manda Shivanga. Ni wapi Shivanga? Iko Malava kule Kakamega Kaunti. Hapa na ni apa, unajua kuna ile, ule jamaa anashanga ah, jamaa tunawaona lakini hatusikii Unajua ni kwa nini sina? Unajua ni kwa nini amnajua? mwanasiasa voters register

mambo mazuri, mwana habari huyu Vincent uh, voyo anaokota mawili matatu ya kutumia kwenye vipindi vyake vya michezo, eh, Abubakar Sadio anapenda arrangement mko pingiri kadunga wa pingiri, pingiri Kadunga. Maneno. kadunga, pingiri ka, kadunga. kadunga. kadunga. kadunga. Heriano akae chonjo naja na meno ya nzi. <laughs> Baadaye, laki, pia, kabla kupokea simu, tutaangalia pia YouTube tumeona YouTube pia tupo live. Ndio. Mm -hmm. Eh, TV 47 tutakuwa tunazisoma, na tukipokea simu na kabla sijapokea simu, ulikuwa umemaliza calculation zako za 7.3 taka tuniambia rojo, mavanzua mavanzua FC wameambia mavanzua Gor mm. they will do the same thing over the weekend tutakuja na tulipi game

Si ndio? Atuwezi sema kuna kiti ilikuwa tupu. Eh. Biyo. Alright? Biyo. Lakini pia atuwezi rule out the fact that because kulikuwa na, na hiyo delay ya kuverify tickets kuna watu waliingia bila kulipa gemu. Lakini tunalana na mashabiki wa Ingwe mwambiane aje, mlikuja kama gemu yetu, mkajaa mkawatch bila kulipa. Pia sisi tunachanga pulo. Unajua, wacha nikuambie. Wacha nikueleze. Wacha nikueleze. Ukiangalia, ukiangalia mechi ya Harambee Stars. Ukiona mechi ya Harambee Stars na Gabon. Katika mechi ya nafikiri wa yeah, na, mm, wameisukuma wame mwezi Mei mm -hmm. Eh, anasema kwenye YouTube ya TV 47, Kahawa Sukari Show iko konki, mambo ni live, meli ikopoa. Bonface Bundi, Elija Mosoti live from must

ya game eh, 90 plus. Anasema <laughs> Victor Valdez. Mm. Arocho sura, arocho sura mbaya, safi na ali kaulena mope na kijana sukari sukari shata boy mm. na MCM tarajiwa, hey. Oh. <laughs> arocho <laughs> YouTube wa live halafu <laughs> <laughs> mwengine hapa anasema mm. rada safi Eric, yeah. Mudiani, uh, Radio 47 na TV 47 nimependa sana hii hapa, mambo ni vunulu, vunulu. Yeah. Manu original. Manu anasema original, uh-huh. James Ongeri show iko top sana live from Qatar Yeah. na siku kushindana <laughs> <laughs> alafu, <laughs> e, mashabi kwa eh mashabiki wa Shabana pale Kisii wanatutizama eh. Wanasema wakiongozwa na Dr. Ratemo wakiwa Kisii ah, nice. Wanasema Shabana ni moja. Tarehe ishirini, Shabana anacheza na Gor Mahia <laughs> na wajue matokeo <laughs> na mapema yeah. Alafu ngoja kuna rafa hapa kwa YouTube, jamaa hey. yeah. yeah. anasema kauleni the only empty seats wa kwa benji ya AFC. Haya, mwingine anasema Steven Okuthe MCM tarajiwa na Mamali Ward Nama? na Mamali Shata, okay, okay. <laughs> Hey, boy umesalimiwa hapa na jamaa anaitwa drop reshen give thanks rasta eh, the energy is mad. More life. Eh, vile inafaa. Kajado iko lit Mm. Mwambie huyo Shata ah, achane na Shabana. Ati mechi moja ya AFC Leopards ni Shabana, mwaka mzima utatuzoea wewe, kwa kinywa kipana. Anajitenga na hiyo kauli ya Shata Boy, manake mashabiki wa Kisii anajita, wameanza ngoja. Moja Marongo anasema, kazi safi sana, Radio 47, Shabana nenyemo <laughs> <laughs> Na yemo yes. na fan base iko juu, ambia huyo shatta boy yes. shabana ni moja najua na napenda ah, shabana sana eh, na naendelea hivyo hivyo, lakini is a statement of fact that arocho ameshinda akituambia 1 million kila wiki ah, 1.5 1.5 kila wiki, hiyo ngoo amekusanya hiyo doo ya game zote za home eh, in one sitting, na kwanza inamaanisha Hapana, hapana, si season, mwezi mwezi mwezi mwezi jamani. Na wacha nikuambie, unajua uzuri wa Shabana <laughs> ngoja utamu wa Shabana, tuna uwanja wetu <laughs> hatutozwi kodi, hatutozwi ada. Unajua hiyo ya FC Leopards 25% <laughs> imeenda kwa stadium management, ilichukua stadium. <laughs> <laughs> so mnaweza ukuta shilingi milioni saba <laughs> alafu mwende nyumbu, nyumbani na milioni moja lazima ni ukena hoteli ndio ni kule. Haya, ah, naona hapa YouTube TV 47, Joseph Inzoveri, mm -hmm. E, Malava live nikiwa na Maria Chelsea hapa na, tuambie masuala ya Chelsea tutazungumzia wakati wa bashiri game. Sio eneo bunge lako vile unavyokudanganya, ndio wamekuwa wakimdanganya. Kauleni hapa, kauleni, eneo bunge lako ni gani? Acheni Malava huko. Yeye aliomba huwa anaomba wampigie wamesimama mimi yani mm. Linapigiwa simu unakuja lini kugombea kura <laughs> na nani? na nani? Nani? Nani, zapiku, anajipigia simu. Ya mwisho kabla ya kupokea simu hii taimaliza na 1050 alafu <laughs> <naona>. tuingie <laughs> anasema timu ni moja Gormayo waliponea jana. Salimia shata Karatina University. Well bro, vitu vimewaka moto hapa. kazi ipo, kazi ipo. Anasema niwaulize hawa wanasiasa huharibu game, huwa wanalipa tikiti? Eric Mangu, huwa walipi? Anaongea kuhusu wale weshinia ambao huja kuharibu mechi. Wewe unaharibu mechi

Radio na TV 47 Sema nasi baba okay. hey, tupe wazo lako tuko gangari hey, ziko mingi bwana, yaani, ninajaribu hii radio leo una bahati umeingia ndani ya TV 47 na Radio 47 yes. <laughs> uwaitwa nani na uko wapi eh. Niko kaundi, niko standi. Uko Kitale. Uh -huh. Yes. Asante sana na uzidi kusikiza Radio 47 na kutizama TT47. Wewe ulikuwa mlango wa Gora ama waingwe? <laughs> <laughs> <laughs> Kabisa. No Kitale betrays you. <laughs> <laughs> Radio 47. Hello? Ah, wazito. Haya, ah, Radio 47 na TV 47, mwenzetu nani na uko wapi? Huyu ni Victor Sachero kutoka maeneo ya Kambili Shandema, Kakamega Kaunti. Karibu sana mtu yangu, nakusikia vizuri bana. Hapa Mheshimiwa wako, toni kwa rada, endelea kuongea. Mpe salamu za Ingo. Mpati <laughs> <mbe, laughs> yako zisi

anatumia 90 plus kutafuta kura. Akura zinaokotwa mm. <laughs> Radio 47 na TV 47, nani mwenzetu na uko wapi? Uh, mimi ni Guyo Hashako kutoka Tana River County. as, as, as, as, asante sana nashukuru na, na kusikiza hii kipindi mpya leo imeanza. Ndiyo nime support ile game wa FC Leopard na Gor ndio hata kama sijaangalia lakini nimesikia Radio 47 tuyo ndio. Na tena nataka ubashiri wa game wa kesho, game ya kanali nafuatilia tu hapo, ubashiri kona. Sawa sawa, nisalimie Ali Kauleni na kuambia Idul Mubarak mina ah, alfaizini mina laidin Aa, nasema naona hapa 47 anasema Shabana ni moja duniani. Msikombee grao, mtupigie mm kelele wewe Shata. <laughs> Umesikia hiyo? Yes. Uh, jamaa wanajigamba, anasema FC wachukue gemu zao buhungu. Yes, tuone kama watakusanya pesa Shabana inakusanya home game si Robert jamu. Bitange Arumba, si kumbe watu wa Shabana ukiwachokoza kidogo, ausicheze na sisi bwana, kidogo? Shabana A, jiko wabana jiko. Wabana, unajua Gor Mahia mm. Kuna Gor ahani moja Arocho laki na Shutterboy mkiwa kwenye hiki kipindi cha 90. Yes. Plus Yes. Kuna baadhi ya kauli zisiwe zinapita, mnaacha zinapita hivyo kauli kama ya Shutterboy kwamba all Shabana fans and new fans ni kauli ambayo <laughs> <waibani. laughs> isiruhusiwa kupita hivyo, it is not verified, you know Uwezi kuwagusa uwaambie tu ka ukwe? E. But uzuri ni vile tunawaambia hivyo, I am telling you the next game ya Shabana mtashangaa, they will collect over three million, because now they have to compete what FC Leopards did. That is the beauty of the game. Kweli sana, tukiwa chocha hivi hiyo hiyo tunawadunga dunga hivi they will have to outdo themselves. Wewe wajua mechi inayofuata Shabana achezana na nani? Gor Mahia Ta tarehe, tare ishirini, tuko kusi. Yeah. Mm. Anasema Dani hii ni kubwa wanangu. Alafu, tuna kama dakika tisa kumaliza hii segment ya na, yeah. Na kuna Chuna WhatsApp kweli eh, eh, ile? eh, tutaifungua na kabla ya kufungua eh. Anasema <laughs> mnajifanya aje Bwana Vincent Wawire eh. Anasema huu shata mm. kwenye YouTube hapa ya TV47 huu yeah. mm. huu shata boy mm -hmm. semu WhatsApp group na matasi <laughs> <laughs> umesema eh. Niko na mado nakula <laughs> peke yangu hamtaguza matasi tafadhali le, we le ni kijana nyumbani kabisa, anatoka nyumbani Kabras. Maoni yako kuhusu shughuli hiyo, maneno ya Matasi, sababu iko kwenye level ya investigation. Mmemuuliza chenye si lazima aseme kile mnataka kusikia. Sisi hatujamuuliza twende kotini, si tunamuuliza hivi ile video ambayo aliona eh, na yale ambayo yamekuwa yame kitendeka eh, ana maoni gani hiyo eh. tu sio kwamba kwambaekuwaa na kabla ajibu, mnaona hiyo wasap William Rabat anasema Gori ni Simba na ni moja ah wengine mashashe shishosho niko na mbwa nyumbani inaitwa Simba Benson. Haya, tutazisikia baadhi za hizi kauli za mashabiki ulikuwa unauliza wasap yeah. lakini ulikuwa unamtetea ndugu yako... Endelea, endelea. Matasi yeah. unasema Ma, eh. Innocent until proven guilty siku hizi si... enzi za AI hey. oyo mm. enzi ya manipulation hey. of voices. Ile video ni AI generated enzi cool. ya vitu mingi anything hata ile mechi ya Iraq yeah. ilikuwa ni AI, AI. wao wa Iraq kama Kamerun kwa pole pole hata mechi ya Kamerun ni AI, AI. Irak... Yeah. AI. Irak... Yeah. AI. AI. AI. Mi na sema hivi. I will yeah. stand with my person. Mingori yangu from... ah, ah, until proven guilty. Okay. Mingori yangu oh, na hiyo issue ni moja tu. Mm. Mbona mm. ukule solo? Mbona usitupia correct score? Lakini, kwa lakini, lakini shata, na namba hey. <laughs> yako ya simuameciyaaen jamaninwanido kioana. Tuanze na mechi ya Kamerun. Wewe hapa mara kwa mara unasema kuna mabao nana anafungwa mpaka unashtuka want to be serious about this topic, hey, yeah, hey. if there is match fixing in Kenya it can't just be yeah. Because for example in that video that we saw sindio, ujamaa alisema mm. the first, uh, 20 minutes, mkuwe tu nil down sindio. Therefore, if truly that is the case, the striker must have been spoken to. Defenders, defender pia musika. Coach! aja tata, sikia, striker umeambiwa nini, usifunge ndio, ukutukwe tu nil down juu ndio mimi kama goli nachini bao mbili striker afunge, si nimeangua? hey, Laki, hebu soma hiyo message wanaambia Shatter Boy nini eh? hey, habari zenyu hapo studio. Anambia Shatter Boy only share that is working Shabana hmm. na ni DJ Otra kutoka Malindi Malindi, watu hmm. wangu wa Kilifi kaunti. So unamaanisha Shatter Boy ameshika mkia wa nyuki hey. kama hmm. nyuki anazi wazi wazi ingia kuzu shabana hivyo okay. okay. na no. ukaenda scot free <laughs> <bore>. tuko juu haya <laughs> <laughs> anasema Uh, tuna dakika sita uh, tutachukua mm. uh, mapumziko saa tano alafu turejee kwenye kola friend, kwenye kola friend. Anasema kwenye Radio 47 na TV 47, ndio maana shata ana support Arsenal bottlers nikisikia nekis, jina Matasi tumbo ayo tumeachana na achana <laughs> na Matasi, <laughs> Matasi, Matasi, tunasimama na yeye kama sisi watu wa kutoka Malava na, na, tinesi, na kuna mtu anaitwa kweli amesema achane na na, na nimeona mlipoanza kutaja Matasi <laughs> eh, kwa hata naitisha <laughs> <laughs> <Uber, laughs> <sa inyelibangu. laughs> na eh, nafikiri hii segment na leo haswa kuzungumzia mashemeji dabi eh. Wenzangu mmegundua kuna vile Shabana imejipenyeza tume, eh, tumechanu, tu, yani mashabiki wa Shabana wanajaribu juu chini kujiingiza kwenye i... eh. Hey, kuingia kwenye hii ligi ya big boys Jamani, acha niniambie, haituchukua misimu miwili mitatu kabla Shabana kuchukua ligi. Toka hapo kuna kuna kitu hapa. Mwingine alikuwa amesema pia, muambie federation tuletee mpira live tuone. si wengi walikuwa na Azam? Unakumbuka kati tunapanga mikakati ya kuanzisha kipindi hiki cha 90 plus mm -hmm. E, Arocha akatoa mm hoja -hmm, kwamba licha ya kwa kuangazia ubashiri EPL la Liga Serie A tutakavyozungumzia, mm -hmm. E, baada ya kola friend Arocha akagusia kwamba leteni pia masuala ya soka la hapa nyumbani. mm -hmm. Tulikuze the reaction inafurahisha. <coughs> <coughs> Inafurahisha hey, kwa sababu Shabana wanajaribu kujiingiza kwenye gumzo la Ingwe na Gor. Inafurahisha sio? Inafurahisha. Na umesema mechi ijayo mm -hmm. wanacheza na Gor Mahia ayu, ayuko kichijioni yeegusi. Yeah. Na kuna comment moja hapa. Mm. If Shabana was a wife, I am 100% sure she would have been the best wife. Shabana the best followed by APS Bomet, Collins Daktari kwenye Facebook. Collins Daktari. Asante sana Collins. Ni CBS. Na afu mwingine anasema, salimia Arocho Mzoama own goal. Alex van Pass saa ngapi? <laughs> A, bado, sayadawa bado <that way> masaa yake ya kazi <laughs> La, masaa yake ya kazi. <laughs> Mm. E, jamani mimi me, nafurahi sana mashabiki wetu wameinteract na sisi wamesema na sisi uh, tutakaporejea itakuwa ni call a friend kwa uh, landa. Call a friend ni segment ambayo inakwenda ina kwendaje? Inakwenda ile, tunakupigia simu mm, kisha unatupatia nambari ya E, yule yule rafiki yako ambaye unamwaminia kwamba anaweza kusema mambo ama najua sturi zote za mkandada mm. Anajua kabisa mm. So, tunakupigia simu, unatupatia nambari ya rafiki yako ambaye unamjua kwamba anaweza kujibu maswali yeyote ama kusema mambo yote kuhusiana na football. Kwa hiyo tuseme labda wewe unamwaminia Shatta Boy. Yes. Sasa unatupa namba ya Shatta Boy tunampigia Shatta Boy akijibu maswali Uno, yetu un... hiyo zawadi unachukua wewe, mimi napewa sababu eh, mi ndio nipatia namba ya Shatta Boy. Na kuna zawadi Mbona kauleni usemi, zawadi unapeleka zawadi nyumbani, hata kama ni Idi unapeleka zawadi. Waambia mashabiki zawadi kwa kusema kila kitu, utasema nini wewe? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Uyu Arocho, eh? ana keriano. Eh? Ndio kijana akibeba pakacha la mabona. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Walai nimependa sana hii banta. Mm -hmm. Sana sana, ukiingia YouTube ya TV47, yes. Walai kumewaka. Aki, mm mambo ni mawili tu. Shabana na stesheni radio 47, mengine tumwachie matasi tafadhali. Msiguze jina la matasi. Mambo kama niko hapa tunajaribu kuyaevoid, lakini inajipenyeza, anajipenyeza nifute ruka. Ndio ni APS Bomet pia, wenye wametaji wapo na hiyo comment ya ya ya imesomwa hapo ya wife, very very good. Hata wao pia wako na crowd hivyo hivyo eh Haya, tamu sana hii. Salimia shata e, Shabana FC na Maniu ajue hivyo, jobo mino siliwambia mm. <laughs> kwamba ati kauleni leo promosha sheng hapa na pale yeah. Mambuyu nasema hivi mambo ni wagwan wag, tukona ni eri kama bakteria. Aya, kwa hiyo msikilizaji wa Radio 47 na mtizamaji wa TV 47 tunapumua kidogo, angalau dakika mbili. Tukirejea ni call call a friend, a friend, na baada ya call a friend tutamaliza na bashiri, Bashiri. Hey, hapo ndo tutaangalia SMS zinasemaje E, na mechi mbalimbali mbali zijazo kina Arsenal wanacheza, e, shatabw amekaa ange, kwa hiyo usicheze mbali, unga robo, tunachukua mapumziko kiduchu hmm. Bora watangazaji, wenye haiba, habari na burudani tosha, hapa ndipo.